zangu asalamu as alaikum king mawa mawahabaka papa still hot ramadhan karim. Jamani, leo chungu cha sita saumu, so, imetarada da alhamdulillah. Tuzidi kumuomba kwa Mwenyezi Mungu atufanyie pesi katika funga zetu. Leo ningependa kuzungumzia kuhusiana na swali au swali ambalo watu wengi sana wamekuwa wakiuliza yes. Uh, kwa nini hutumii jina la masud kipanya? Jamani, kabla hamjanifahamu kama ni mke wa masud, nilikuwa natumia jina hili hapa King Mama Natural Herbs. Na wengi mlinifollow kama King Mama Natural Herbs. Je, hiyo ni sababu ya nyinyi kuanza kujaji kwamba kwa nini situmii jina la Masoud? Eh? Sizani kama kuna sababu hapo ya kujaji kwa nini situmii jina la Masoud. Natumia jina langu kwa sababu mimi nimefahamika kama King Mama Natural Herbs na nitazidi kuwa King Mama Natural Herbs kwa mtu yeyote ambaye nitakuwa naye katika maisha yangu, kwa kitu ambacho nimejifunza na nakufundisha wewe mwanamke mwenzangu kuelekea siku ya wanawake duniani. Jiamini, natumia jina lako kwa sababu jina lako linakuwakilisha wewe vyema kuliko jina la mtu mwingine. Kuna kuachana, kuna kufa kuna, ku, ku yani kuna masimango kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea unapotumia jina la mtu mwingine. Unaweza kutumia jina la mtu mtu akasema labda unatumia jina lake kumshusha au kumdharaulisha au kufanya nini. Kwa hiyo ili kuepukana na vitu vyote hivyo ni vyema ukastiki katika jina lako ambayo linakupresent wewe na linapresent brand yako. Woman's Day ni kesho, please hakikisha unafanya vitu ambavyo vitakupa wewe manufaa na sio vitampa mtu mwingine manufaa Sawa, kumbuka, nimekushauri tumia jina lako kwa sababu jina lako wewe, hakuna mtu atakayekunyanyasa kwa jina lako. Hakuna mtu atakayekwambia unamuharibia labda keria yake, unamuharibia heshima yake kwa kutumia jina lako, sawa? Hakuna mtu atakayesema wewe, kwa nini unatumia jina lako? Hakuna. Lakini si nao mnaniuliza kwa nini situmii jina la Masoud Mona, lakini hakuna mtu ambaye ameniuliza Akuniuliza kwa nini usiishie kutumia King Mama eh? Kwa nini uliongeza nema wa Masoud? Umenielewa? Kwa hiyo ndio hivyo, siku zinaenda Mona, mambo mengi yanatokea katika maisha Mona, na changamoto za maisha ndo zinatufanya sisi tujijue ni nani, tunataka nini, na kwa wakati gani. Kwa ushauri wangu, haijalishi umeuliwa na nani, haijalishi unapendwa kiasi gani, haijalishi uko wapi, hakikisha unatumia jina lako, kwa sababu jina lako ndio brand yako na itakufikisha mbali. If you are do this kwenye comment. Nawapenda sana Happy Woman's Day in advance, King Mama hapa, Ramadan Karim.